Leo ni siku ya nne ya zile siku zetu thelathini za kupeana madini mazito kabisa yanayohusiana na uwezo wetu ambao Mungu katupatia. Mimi nikwambie tu, nimekutana na watu wengi ambao wanalia kwa sababu moja tu, eti wamepitia katika mapito ya kukataliwa aidha na marafiki zao, ndugu zao, aa, wazazi wao, eh, watu wa kanisani kwao, wa msikitini kwao, eh, watu ambao wanawazunguka wamewakataa na wao wanapitia shida pia ya kujikataa, wanaanza kujidharau, wanaanza kulia, wanaanza kuhangaika, wanaanza kusononeka. Mimi nikwambie siku hii ya leo, haijalishi ni nani kakukataa kwenye maisha yako, wewe usijikatae, kwa sababu hata ukijikataa, hakuna mtu ambaye atakujali zaidi. Tu, unatakiwa ujikubali. Wao ni kweli wamekukataa kwa sababu zao wanazijua wao, lakini wewe jikubali. Pambana eh? Pigania ile ndoto yako, nikwambie tu hakuna kutia huruma wala unyonge. Kwa sababu kuna watu wamekukataa, cha msingi jali tu Mungu. Je, naye kakukataa? Yani kiufupi ni kwamba ndugu zako wote wamekukataa, kaka zako, dada zako, yani familia nzima haikutaki kukaa pale nyumbani. Aha, ni sahii, haina shida. Kitu ambacho naweza nikakushauri wewe, sio mtu wa kwanza kukutwa na hiyo tatizo. Kuna watu wengi ambao walikataliwa kabisa na ukoo wao, wakaamua kupanangana na maisha yao. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Yusufu katika Biblia. Yule Yusufu alikataliwa na ndugu zake wote, tena wale wa damu. Unajua hakuna kitu kinauma kama ndugu wa damu kukataa. Walimkataa, wakamuuza, wakampeleka utumwani, maisha yakawa namna hiyo. Lakini yeye alichokifanya, aliamua kumtegemea Mungu peke yake. Aliamua kumtegemea nani? Mungu peke yake. Ambacho mi nataka nikuhusie kijana, kijanangu, mtegemee Mungu peke yake, usiangalie watu Haijalishi wamekukataa usiwaangalie wao, angalia Mungu peke yake. Na ninachoshukuru kuhusu Yusufu, alikaa miaka ishirini bila kuonana na ndugu zake, lakini siku wanaonana ndugu zake walikuwa wamechoka sana, halafu yeye alikuwa kanawili sana. Kwa hiyo usijali, siku Mungu atakukutanisha na ndugu zako ukiwa umenawili sana, mtumaini Mungu wako atakusaidia. Washukuru watu wangu wa nguvu, DJ Executive Hotel ndiyo wanaenipa nguvu ya kuvimba na kuongea na wewe madini haya ndani ya siku hizi 30. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ya Victor Mshindi.